Nam, hujambo msikilizaji. Leo nakukaribisha katika safari ya kipekee, tunasema safari ya matumaini, mabadiliko na mafanikio. Ungana nami basi kuanzia mwanzo makala haya hadi tamati, ili upate kujua ni yapi tuliyokuandalia. Jina langu ni Hafsa Juma. Katika kipindi cha miaka ishirini, wengi huzungumza kuhusu mafanikio, lakini ni wachache wanaoweza kuyaonyesha kwa vitendo, si kuandika kwa mate, bali kalamu. Ni shirika la Dream Achievers Youth Organization, ambalo limekuwa kwa jamii si kama taasisi, bali pia nguzo ya matumaini, mabadiliko kwa watu kutoka matabaka mbalimbali. Kuanzia mwanzo wake, DAYO imejikita katika kuimarisha nafasi za wanawake au watu wenye ulemavu kuwawezesha vijana kutilia mkazo suala la unyanyasaji na dhuluma za kijinsia, yaani GBV, kutoa msaada kwa wanafunzi na jamii kwa ujumla bila kusahau kukabiliana na changamoto za hali ya hewa, wengi husema tabia nchi. Kwa nia njema na dhamira safi, limekuwa shirika la watu lililojaa moyo wa huduma na linalozingatia utu kabla ya kitu kingine chochote. Katika harakati zake, limekuwa mstari wa mbele kutetea haki za watu wenye ulemavu likihakikisha kuwa wanapata nafasi sawa katika elimu, ajira na ushiriki wa jamii. Imeibua mjadala yenye tija na kusukuma sera zinazolenga kuondoa unyanyapaa na kuwajumuisha wote bila ubaguzi. Vilevile vile, katika kipengele cha kuwawezesha wanawake DAYO ilianzisha miradi kabambe ikiwemo wawezesha ambao uliongozwa kwa weledi na ujasiri naye Susan Lankisa. Mradi huu uliwapa wanawake nafasi za uongozi, mafunzo ya ujasiri ya mali ya uzazi na fursa za kujiamini na kupaza sauti zao. Mwanamke wa leo kupitia DAYO si mtu wa kusukumwa tu pembezoni, bali ni mshiriki kamili wa maendeleo. Katika maeneo yaliyosahaulika DAYO walichimba visima vya maji safi, wakafuta machozi ya kina mama na wanafunzi walioteseka na kiu. Kwa vijana, shirika hili limekuwa daraja la ajira, mafunzo na stadi ya maisha na hata limeanzisha kituo cha redio kinachoendeshwa na vijana yaani DAYO Radio ikiwa na slogan ya kuwa kuwafikia na kuwezesha jamii, na kwa kweli inawezesha na kufikia jamii kila kona ya dunia. Saif Jira, mtetezi, kiongozi mvumilivu yaani, moyo wa DAYO hauwezi kutajwa bila kutaja jina la Sef Jira, mwasisi na mlinzi wa ndoto hii ya kipekee. Katika nyakati ngumu ambazo wengine walikata tamaa, Bwana Sef hakuwahi kulegea. Alisimama imara kama nguzo kuu akilibeba shirika hili mabegani mwake kwa miaka mingi. Kwa mshikamano wa viongozi kama Enos Opio na waratibu wengineyo, DAYO sasa ni shirika linalotambulika kote nchini na hata kimataifa linakubalika na kuungwa mkono na serikali za kaunti mbali mbalimbali. Na sasa basi, tarehe ishirini na tisa mwezi huu wa Mei, pale Sunrise Hotel Mombasa, historia mpya itaandikwa. itakuwa ni siku ya kuangazia safari ya miaka ishirini, si tu kwa takwimu, bali kwa migusi ya kweli katika maisha ya watu. Ni sherehe ya matumaini na heshima kwa waliopigana na ushuhuda wa yele yote yaliyowezekana kwa bidii, mshikamano na imani thabiti katika dunia iliyojaa changamoto, DAYO ni ushahidi kuwa ndoto zinaweza kufanikiwa, kwamba ukijitolea, ukasimama kwa haki, ukalilia wanyonge na ukaamini kuwa uwezo wa vijana unaweza kubadilisha dunia. Kwa miaka ishirini DAYO imekuwa taya matumaini, na kwa kilele mlichokianza, kizazi kijacho kitaimba nyimbo za shukurani. Hongera DAYO, hongera Bwana Sef, hongera mashujaa wote wa mabadiliko. Huu si mwisho bali ni mwanzo wa enzi mpya yenye nuru zaidi. Nimekuwa msimulizi na mtayarishi wa makala haya, Hafsa Juma.